Maisha yanatufunza mengi, maisha yanatufunza vitu vingi. Ipo hivi, kuna watu katika maisha yao wanakutana na vitu ambavyo vina sha na vyenye kuumiza na vitu hivyo vinaweza kuwa katika mionekano yao ya nje tu, na vipo kwa lengo tu la kutishia kile wanachokifanya. Leo nimekuandalia ni simulizi fupi au na mafundisho mafupi ambao Samuel S atakupeleka mara ambapo ni sahihi ambao ariv utajifunza vitu vingi zaidi na zaidi. Wapo watu katika maisha wanakuja kwa lengo la kukukwamisha, kwa, kwa lengo la kukutoa katika mistari ambayo Mwenyezi Mungu amekuumbia upitie, na watu wanakuja na miili mikubwa, ni kubwa. Watu wanakuja na vitu ambavyo vinaweza kukufanya wewe ushawishike uwache ile njia ambayo ni sahihi. Karibu sana katika chaneli yangu. Leo nitazungumzia somo hilo ambayo nitazungumzia litaenda kwa neno hili, hila ni ile hali ya mtu kukutisha na kukuondoa katika mstari wa off. karibu sana, upo upona Mwalimu Sima Maige au Mwalimu Simion Maige the teacher. Okay, kama nilivyosema, na leo kama nilivyosema kwamba mi ni mwalimu na leo nitajaribu nifundishe kwa mifano. Tutaangalia andiko fupi, tutaona ni maana ya hila kama inavyoonesha katika historia ya mtu wa Mungu Daudi au ambao wanasema ni David. David akakutana na jitu kubwa katika wakati ule ambao ilikuwa ikitesa sana jamii yao likiwatishia kwa vitisho vingi, hasa si hivyo? Vitishio ndio mimi nimeviweka kama hila, lakini tunaona mwisho wa lile jitu ambayo lilisimama kuwatishia wana wa Israeli katika wakati ile, mwisho wa siku alikuja kuuawa kwa jiwe moja. Ni jambo la kushangaza kabisa kabisa kabisa. Endelea kunifuatisha, nayo mengi nitazungumzia kuhusiana na vitisho au hila. Usisahau kunifuatisha mpaka mwisho wa video hii. Tutaenda. Okay, okay, okay, kulianza somo, somo letu pendwa, somo letu pendwa, somo letu pendwa, au tutaenda kusikiliza jumbe kutokana na hichi ambacho nimewaandalia ninyi. I hope kuna kitu utajifunza, I hope kuna mahara utajifunza na utapokea. Naanza na mastori fupi katika maisha yangu, miaka frani hivi nyuma nilikuwa nikiishi katika maisha ya kubahatisha, au nilikuwa nikiishi katika maisha ya kumwogopa mtu, and thereafter kitu ninachokifundisha kwenu nyie, I was already experienced katika 4 years ago, miaka mingi iliyopita and after nikakutana na mtu I know it was on my right, ilikuwa ni haki yangu mimi kwa wakati ule kupata kitu kile, lakini tu akaja mtu mmoja akasema, ninaomba kitu hicho nikipate badala yako wewe. It was tough time kwa sababu nilikuwa sijaelewa kuhusiana na kitu hichi ambacho nataka niwafundishe kwenu. Yule mtu alikuja kwa vitisho vikubwa, and after akasema kwamba ninahitaji position aliyokuwa nayo, basi unipatie. Position ambayo nafasi ulikuwa nayo unipatie we, na ikiwezekana we mwenyewe ndio ufanyike kunitengenezea hiyo hiyo nafasi. You see, kwamba kilicho nifanya mpaka mimi nikashindwa ku react vyema kwa mtu yule aosokin looking katika physical appearance yake kwanza, alikuwa akinizidi umbo na pili, alikuwa akinizidi level ya education na tatu, alikuwa akinizidi mbalimbalimbali mbali, mbali, mbali. After kwa kuangalia tu muonekano wake wa nje ukanisababisha sasa, nafasi ile nikamwachia, maono yale nikamwachia. I tell you that is true story. Na ina ina base katika reality, right? Reality rise. It also happened to me. And that's why I wanna teach. I wanna feel. Msukumu wa ndani kukufundisha he word. Kwa sababu najua effecti ya hichi kitu akama nilivyokuja kusema kwamba tutaangalia kitu kinachoitwa hila. Hila nimeanza kwa short clip kama ulivyoona, mfalme Davidi, mfalme David, mfalme David, kama kipindi kile asingeweza kudifiti ile hila, maana tunaona Israeli nzima wangeripotea, tunaona taifa nzima ringepotea, kwa sababu tuwe kuziogopa hila za adui aliyopo mbele yake me. Mimi nikaogopa fira kwa kuangalia physical wakati ule. So nitaanza kusema, b shetani anatuma watu au shetani anatuma rafiki zako au shetani anatuma somebody from US, kwa lengo tu la kukukwamisha wewe usikamilishe maono yako. Mwisho asn kuharibu wewe usitembee katika yale maono yake. Tuna watu wengi katika maisha, nimesikia msukumo zaidi kufundisha hichi kitu. Tuna watu wengi katika maisha that just passing through this way, wanapitia katika hii njia, you know that man, kwamba yuko katika eneo ambayo iko sahihi, yuko katika sehemu ambayo iko sahihi ya ya hila vitisho anavyovipokea either katika kazi yake, either katika bosi wake, either katika shughuli anaifanya. No, o vitisho anavyovipokea vinamfanya yeye ajionekane inferior, ajionekane kwamba, lakini pasipokujua kwamba ujanja ujanja kwa lengo la kumnyang'anya kitu potential aliokuwa nacho. So hila kama nilivyokwisha kusema, so it just ujanja ujanja ambao shetani anautumia kuwaangusha watu au kuwapoteza watu katika malengo na maono na mikakati kazi waliokuwa nayo. Nitakutolea mfano mmoja, unaweza ukakutana na mtu kwenye jamii fulani maybe tuseme kwamba that man kwamba ni mgeni katoka sehemu yote, anaweza akaja kwa mfano, kwa kutolea mfano kwa mdada, anaweza akaja kwa mdada yule. Mtu anaweza akaja na gari yake kali ka, kapigiria funguo za kutosha, and then after, unafikiria kwamba mdada maskini yangu maskini yake, kwa kumtazama yule mtu kwa muonekano wa nje, anaona that man is a man potential for me, kwamba yule mtu ni mo potential kwake yeye. Ndio after we mdada anadanganyika, ndio after anaamua kuambatana naye, bila kujua kwamba pia hata zile things potential ambazo umezokuja nazo kwa lengo la kumdanganya na kumrunguni mdada yule, kaa maybe kaazima. So ndio tunasema zilizohila watu watakuja katika maisha yako katika wakiwa na na illusion things wakiwa na vitu ambavyo ni illusion, vitu visiokuwa na harisia yao. Wanakuja katika maisha yako na illusion things, vitu visiokuwa na warisia yako, kwa lengo tu la kukutisha, kwa sababu umeona wewe ni potential. Wanakuja kwenye huduma yako, kwa sababu umeona tu huduma yako au na kitu kikubwa ndani ya huduma yako sasa wanakuja kwa muonekano wa nje kwa lengo la kukupoteza na kukutisha. You can look somebody kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni mchungaji, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. And after wanakutana na mtu wa kidunia, kapigiria nguo safi, kapendeza vizuri, ana gari lake kali. And after wanakuja na kukuambia kwamba kwa nini wewe kila siku unamtegemea Mungu asiye kupa mafanikio. Hmm? anakwambia kwa nini wewe kila siku unamtegemea Mungu asiyekupa mafanikio? And this one a ukimtazama kwa uki muonekano wa nje unamwona kweli he's very smart guys vamona bila ya kujua kwamba things amezipata, kumbe ni illusion, kumbe anakuja kwa lengo la kukupoteza. Na naposema kwamba anakuja kwa lengo, haji kivivi, anakuja kwakwewe kwa sababu amekuwa ameona kwamba miezi kazao utaenda kuwa mtu mkubwa, so ili nyote mkose, ili nyote mkae maisha ya ya kawaida anakuja kwako kwa lengo la kukutishia ili usiendelee kupiga hatua mbele. Ndiyo maana ya hiyo katika kifupi, tunaona katika Matthew Mathayo ile sura ya 4 mstari wa tisa na kuanzia pale tunaona mjaribu ana mjaribu shetani, tunaona mjaribu ana mjaribu Yesu Kristo noti, shetani Yesu Kristo, tunaona. At that moment Yesu Kristo alikuwa katika 40 days of praying and fasting, praying and fasting, and after Satan sends an agent kwa ajili ya kumjaribu na kumtoa. Katika mstari tunaona shetani akaja akamwambia kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, ribadilisha jiwe hili kuwa mkate, au kama utasuba, uta, utakubali kunisujudia, miliki yote nitakupatia. Once you read that Matthew chapter 4, verse 9 utapata utapata mafundisho. So kama tunasema kwamba Yesu Kristo asingekuwa makini au asipoka, asingekuwa na nguvu ya kudefeat zile hila za shetani, pengine tunasema hata sisi tusingekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo so nitaenda kuwa maana ile po hila ni ujanja ujanja ambao anatumia mavu bilisi kwa lengo la kumpoteza mwanadamu gareka mstari. Okay, tutasoma katika kitabu cha Warumi sura ile ya sita mstari wa kumi mpaka kumi na mbili. Tafsiri ya neno lilo inasema kwamba Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, vaeni silaha zote ili muweze kuzishinda hila za shetani. E, Jesus remind us kupitia wahubiri wake. Jesus remind us, a why? comes why and to remind mswari, lazima ujiulize why Jesus remind us kwamba tuwe hodari katika Bwana ana to remind us, anatukumbusha tuwe hodari katika Bwana and cause Jesus know that more effect that arise. Mtu akikumbwa na hila, anajua madhara ya hila, anajua madhara ya vitisho, ndio maana anatukumbusha tuzidi kuwa hodari katika Bwana. Question lies why jesus remind us? Yesu Kristo anatukumbusha tuzidi kuwa hodari katika Bwana kwa sababu anajua matokeo yanayotokana na neno hila. Ukisoma 1 Kings, chapter 19, verse 1, up to 8. Biblia inasema kwamba it's all a deceit from the Malkia Jezebel. Jezeber ni Jezebel. Ilikuwa ni deceit kutoka, ilikuwa ni hila kutoka kwa Malkia Jezebel. And while Jesus remain as Yesu Kristo anatukumbusha ana, kwa sababu anajua once ukiwa attacked na hila za shetani utasahau mambo mengi Mungu aliyokuwa akikufanyia the iasago yes, utamsahau mu tta na ndio maana anazidi kutukumbusha i ili kuweza kushindana na hila za shetani, so anatukumbusha tuzidi kuwa hodari katika Bwana, kwa sababu anajua matokeo yatokana nayo na nguvu ya hila. Sasa tuje kusamaraizi kwa ufupi, twanza tuone matokeo yanayotokana na hila. Tokeo la kwanza linayotokana na hila, hila itakufanya usahau kazi ulizopewa na Mwenyezi Mungu. Hila itakufanya uachane na maono ya kimungu, uachane na maono yako ya kibiashara. Hila itakufanya uende ya njia ambayo sio sahihi. Hila itakufanya uambatane na watu ambao sio sahihi kwa sababu tu umeangalia katika mwonekano wao wa nje nikianza, na hila itakufanya uachane na kazi aliyokupa Mungu. Kiangalia kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa kuanzia. Kilichomsababisha mpaka Elia akakimbia akamkimbia malkia Yezebel zilikuwa ni hila za shetani kupitia ajenti wake malkia Yezebel. So baada ya kusikia kitisho kutoka kwa malkia Yezebel, Elia akakimbia. So hila inakufanya mwanadamu usahau kazi uliopewa na mwenyezi Mungu. Kumbuka kuwa chapter 17 hiyo hiyo wafalme wa kwanza, nabii Elia alipewa kazi kubwa kwanza ya kusambaratisha situation iliyokuwa katika Israeli kwa wakati ule, akaifanya pia, akapewa maelekezo zaidi na zaidi, lakini baada tu ya kukutana na kivitisho vya mwovu ibilisi akasahau kazi alizokwisha kupewa na Mwenyezi Mungu. So hile hila na nakufanya usahau kazika kupewa na Mwenyezi Mungu pia, inakufanya kazi zile ukazifanya kwa muda mrefu, kwa sababu umetishiwa na Mwenyezi Mungu. So it just come katika maisha ya sasa hivi kwamba watakuja watu katika maisha yako watakutisha. You see that kwamba kile kitu ile maono yao kungetakiwa wafanye sasa hivi, kwa yako takiwa yafanyesa, kwa sababu umepokea hila. Itakufanya maono yako yasubirishe kwa miaka mingine. Ndio maana tunasema once unapopata maono ya kimungu katika akili yako just yawe kwenye akili yako kama akili yako. I think you get me, so hila itakufanya kuchelewesha kuwafanya maono yako, itakufanya usahau kazi uliokwisha kupewa na Mwenyezi Mungu. Kwa watumishi namna hiyo, Praise the Lord.

endelea kunifuatilia katika mitandao ya kijamii. Amen.